E bwana e, waimbaji singeli e, hawa madogo wawili ambao waliweza kukiwasha a, mwaka huu na mwaka jana e, kwa nyimbo ile ya kuna nyimbo fulani ya Mario a, aliimba kama hip hop inajulikana kama vile Salio, lakini hawa madogo wawili e, waliweza kuigeuza ile nyimbo ikawa singeli na ndio nyimbo ambayo iliweza kuwapa umaarufu mkubwa zaidi nchini Tanzania hapa hadi wakaweza kujulikana na dogo wenye dogo kwanza, anajulikana kama vile dogo eh, Sergeant, mwingine anajulikana kama vile Patten dogo eh, Patten. Sasa wawili hawa eh, walipata umaarufu kupitia nyimbo ya Mario iliyokuwa inaitwa Salio eh, inaitwa Salio mpaka sasa eh, na waliweza kuifanya singeli. Nashukuru nimejua kisa, nime nini, kisa Salio Bora nitafute hela Kumbe mapenzi bwana, sijaikariri vizuri nyimbo hiyo, lakini nimekupa kidokezo, itakuwa naijua nyimbo yenyewe ile ambayo inajulikana kama vile Salio ya Mario e. Na e, sasa jamaa walipata bahati ya kukutana na Mario e, kwa kuwa ngoma yao ile iliweza kuhit sana, iliweza kuhit na wakakuwa wakakuwa wanafanya show mkoa baada ya mkoa kutokana na nyimbo hii moja tu ilivyo hit. Mjata, mtazamaji unajua unaweza kufanikiwa kupitia ngoma moja tu. E, sio nyingi. Unaweza ukaanza kuimba leo na hiyo ngoma ika hit na ukazidi kufanikiwa. Nikupe mfano, kuna jamaa fulani amemsahau jina anatokea Marekani. Jamaa ule aliweza kuimba nyimbo inajulikana kama vile najulikanaje ile nyimbo? E, nyimbo inaenda kwa jamaa mwenyewe anajulikana kama vile Big Shark. E, eh, nadhani namkumbuka mba hiyo nyimbo moja na ndo akafanikiwa na ndo akapotea kwenye game akaenda kula pesa zake. E, nadhani umenielewa hapo. Kuna mwingine aliweza kuimba ile nyimbo inajulikana kama vile This is America hu E, jamaa aliimba nyimbo moja tu ikafaulu na kaenda zake kula maisha. E, wana alikuwa anakuelezea hivyo ili ujue kuwa unaweza ukafaulu na nyimbo moja tu sio lazima nyingi. E, wana sasa wawili hawa, waliweza au madogo wawili ambao ni mdogo Sergeant na mwingine mdogo Patten waliweza kufanikiwa kupitia hiyo nyimbo ya Mario na baada kukutana Mario mwenyewe madogo hawa, Mario akauliza niwasaidie kitu gani. Lakini wao wakasema tu tunataka utusaidie kwa kufanya na sisi remix. Mario akamwambia ni saa basi nitapanga ntapanga remix, lakini kama kawaida najua mambo ya masta tena, anaweza akakwambia kitu kumbe hata kifanya. Sasa mambo yenyewe akawa ndio hivyo, tokea mwaka jana mpaka sasa remix, Mario na hawa madogo bado hawajafanikiwa kufanya kolabo. Eh, lakini unajua mtazamaji, pesa ni shetani. Baada ya madogo hawa wawili eh, sio mandugu bali ni washikaji tu wa mtaani, baada ya ndugu hawa wawili eh, kupata vipesa kidogo na kwa kupiga piga show eh, wakakosana. Wakakosana sasa, baada ya kukosana, kila mtu akawa na hamsini zake, yani kila mtu akawa anaimba kivyake, hakuna mtu ambaye anamtegemea mwenzake eh, ki, ikawa sasa kila mtu anaimba kivyake. Uh, yule mdogo Sergeant akaanza kuhit, alikuwa na hit sana lakini huyu mwingine alikuwa amekaa kimya tu ndo huyu Patten. Alikuwa amekaa kimya. Kuna muda sasa uh, juzi sasa unaambiwa Mungu si atamani uh, Mungu hamwachi mja wake. Uh, huyu dogo alikuwa anaimba lakini hazi uh, nyimbo zile hazi hit. Lakini kuanzia juzi tu uh, juzi kionjo cha wimbo wake mpya e, ni, ikawa ninguma ni ambao ni kali sana, nimeweza kuhit, nimetrend sana maeneo ya TikTok pale e, hadi Zuchu mwenyewe akaweza kukubali ile nyimbo na kumwahidi huyu dogo kuwa wataweza kufanya naye uh, remix, sababu ni nyimbo ni singeli ambayo ni kali sana ni aliyedondosha tu kionjo, lakini nyimbo yenyewe bado Haja itoa nyimbo yenyewe, sijui anaimba ibilisi ibilisi, sijui nini, nifanya nini. Alafu kuna mahali hapo anasema kwamba e, polisi niachie e, nile, polisi nilegezee kamba, mi mwenyewe hii bangi e, nimeuziwa tu mi siuzi, lakini pia mi mwenyewe nimeuziwa e, sasa ikawa ni singeli ambayo ni nzuri sana hadi Zuchu akaweza kuikubali. Baada ya kuikubali dogo yule, unajua alitrend sana hadi akaitwa Wasafi pale Wasafi TV kwenda kuhojiwa. Baada ya kuhojiwa, akasema kwamba nyimbo yake ataitoa hivi karibuni. Alikuwa amedondosha kionjo tu, lakini pia Zuchu mwenyewe akaahidi kumsapoti na pia akaahidi kumpa kolabo. Sasa hivi tukae mkao wa kula, sababu kuna kolabo kubwa ambayo inakuja kati ya Sergeant, eti Sergeant, kati ya Dogo Patten na huyu uh, msanii wa Wasafi ambaye anajulikana kama vile Zuchu, ambao pia Zuchu uh, akifika upande wa kuimba Singeli, mnajua anajua kuimba vizuri, sababu tokea kitambo Zuchu alikuwa anaimba Singeli uh, akiwa na mama yake kule hadi Jakopa maeneo ya Zanzibar, basi alikuwa akiimba Singeli. Ninyi mnajua, mnadhani Zuchu ni wajuzi juzi, lakini Zuchu e, alianza kitambo sana e, sababu ni kupe za chini ya maji. azuchu yupo na mtoto mmoja e, ndio ujue Zuchu sio mtoto. Mimi mnamuona kama mtoto, lakini leo nimekuchanua bwana, yule ni mshangazi fulani e, ni e, vile tu hana mwili e, sasa Singeli anazijua sana, kwa hiyo tukae mkao wa kula. Sasa hivi Dogo Patten anakwenda kukiwasha kabisa Singeli rasmi, anakwenda kuipiga na msanii Uh, Zuchu bwana, uh, taarifa hizi unazipata kutoka kwa channel ya Umbea Media TV, ndio inakupa habari hizi zote. Usikose ku like na kusubscribe eh, sababu unapofanya hivyo, na mimi ndo nazidi kunipa motisha nizidi kukwekea video zingine ambazo zinatokana na channel hii uh, hey, ya Umbea Media TV na pia zinatokana na ulimwengu eh, mzima, yani dunia nzima, basi habari zote nazidi kukupatia, sio bongo tu, bali hata Marekani. Sisi tunafika Marekani, iwe uh, Spain huko eh, Portugal, habari zote tunazidi kukwekea hapa.